Karibuni tena mara nyingine ndani ya Mjukua Bunduki, kama ni mara nipe ya like, comment, share. Turn on notification bell. Naomba nikisema shae, hiyo share link ya hiyo chanel ya Bunduki. Mambo imeumana bado adingabado Junet Mamed alipigwa kofi kama burukenge, na amepigwa kofi Ikuluni kwa rais mwenyewe na mbunge wa <laughs> lakini Karoli Umondi wewe pia, naye Karoli Umondi. Yaani, Junet na ujuaji wake ameenda Ikulu. Sasa Karoli Umondi pia akateremuka kuona mdosi -mdo -mdo wake tena, rafiki yake Vila Mruto, then Junet anamwambia Karoli ati nani amekuleta hapa na, na mimi unafaa kukuja hapa, wewe ndio unapekia kwangu, kwa sababu mimi ndio king king ya Wajaluo. Sema Junet kupigwa kofi. Sema Junet kupigwa na kulia kwa Raila Ruto hadi amepigwa na mbugi mzafi. Mimi <laughs> nataka kuambia wajaluo wenzetu, wakati imefika, tuambie Junet yeye sio moja wetu, kwa sababu Junet hakuna lolote. Naweza hesabu Suna East Constituency, nothing at all. pesa ya CDF inaliwa inakulwa chini ya uongozi wa Junet Mohamed. Hatujawahi una manufaa lolote katika kwenye Suna East. Mimi ni mkazi mzaliwa, Junet amekuja amenipata kama mimi ni mzaliwa wa Suna East kwa Ward, kwa location. Huyu bwana nataka kusabu baadhi ya mashule ambayo ziko Suna East na ziko kwa Ward, maana natoka, ambapo Junet angechagulia, hakuna lolote amefanya kwa hizo shule. But ukienda financial year utapata 13 million, 14 million, 10 million 110 milioni 12 milioni 9 milioni ambayo imewekwa every year, anasema kwamba anafanya renovation ya hizo shule. Kiti ya kwanga ambayo naniumiza kabisa, kuna hii shule moja ambayo iko hapa ambayo iko hapa maeneo ya Ugwedhi, Sigawa Primary School iko maeneo ya kati ya mpaka ya Kilgoris constituency na Suna East constituency. Ndugu zangu, shule hii inajengwa ama inafanyiwa renovation paa na mtu binafsi ambaye anataka kusimama pesa ya cdf iko imetengwa lakini inatengwa kwa mfuko wa Junet na mwenyekiti ya, ya, ya cdf na hii nataka kuweka wazi the reason why Junet anashindanga anakulanga na jamaa anaitwa olipo olipo ndio mwenyekiti wa cdf suna east bibi ya olipo ndio mtu anakuwa yeye ndio mwekezaji ama yeye ndio finance katika ama yeye ndio anasimamia hiyo benki ya cooperative branch yake ya ni Migori, Migori Town. So ukiangalia hao ndio watu wanakula nini pesa ya CDF, ndugu zangu, mimi Junet amechaguliwa 2013 baada ya kugawanywa constituency, kwa sababu tulikuwa na Migori constituency ambayo akina John Dache pesa alikuwa akina Jijo walikuwa wabunge eh? So ukijaribu kuangalia hao watu eh? ukujaina ulikoa walikuwa mbunge wa Migori for now. Sasa ukijaribu kuangalia unashindwa pesa ya CDF huyu jamaa anapeleka wapi? Unajua, Junet ametuona sisi ni wajinga sana. Sasa anaenda kwa Ruto, atataka kutumia jina wajaluo, sisi tukue kingpin, mtu ambaye ametoka Ethiopia yenye sio Mkenya manduguziru wa Somalia ni wa Kenya, people like Aden Duale ni wa Kenya, ni wa Kenya, wa Kenya. Eh watu nakuwa recognize kwa sababu ni wa Kenya but Junet, ukiangalia historia yake ni mtu alikuwa ye, baba yake alikuwa mkimbizi Dadabu, from Dadabu akaenda wapi? Mandera, from Mandera akapatikana Migori na Migori alisaidiwa na Sala Sala senior, ndiye alimsaidia kuingiza wapi? Migori. Sasa amemea pembe, ana anadharau kina Sala, anadharau sisi kama wa ambao, watu ambao ni wakazi wasaliwa wa Migori, kuambia taambia Junet Mohamed, chuma chako kimotoni na baada ya kutemwa nje 2027, tutahakikisha tutafute hawa watu ambao mnashirikiana ya kukula pesa ya CDF ya Suna East Aswara Butare Primary Rabutare Primary imewekwa 110 during serikali ya Uhuru Kenyatta 2019, 2020, 2021 lakini kitu imejengwa iwezi fika hata 7 milioni haiwezi, but 110 imekulwa. Hiyo shule kwanza ilijengwa na simiti duni tumaduni wale wakaguzi walipokuja kukagua raburtaya primary wakasema watoto hawawezi kusomea hiyo shule nani mbunge Junet Mohamed pesa 110 imeenda twende, ma mambo ya onguo bridge iko tu hapo mbele ya raburtaya onguo bridge, iko tu hapo mbele ya raburtaya ukilekea okay. okay, onyalo biro pia pesa iliwekwa nakera ikapigwa kona hivi na hivi wakaenda kachapisha simiti kwa hiyo bridge pesa ikakuliwa na ilikuwa new tender ambayo ilikuwa imetolewa chini ya serikali ya Uhuru Kenyatta. So ni nini tutajivunia kwa William, tutavunia kwa Mheshimiwa Junet? So, Junet, mi nataka kuambia Karoli. Karoli, ukimpatana tena kwa corridor, sasa mpige ngumi, waja makofi kwa sababu Junet. Mimi, mimi ni mzaliwa Suna East, ndugu yangu, kama kuna constituency duni Suna Migori kaunti, Suna East, then unaenda Nyatike duni sana, duni 13 years kama mbunge nothing at all. Huwezi hata kuhesabu hata pesa ya CDF. Watoto wetu hakuna, watoto wanasomeshwa na CDF hiyo. Nasema ukweli kama Mwanasuna, hakuna pesa ya CDF inasomesha Wanasuna, hakuna hata kidogo. Hakuna, hakuna hata kidogo. Haya, tuingie sekondari. Kwa sekondari alitengewa sijui 14 milioni ya kufanya turi, ya kujenga turi, kufanyiwa renovation ya paa na kujenga bweni eh? Pesa imeenda. 14 milioni imezama. But Junet bado yupo. So the reason why Junet anabudu William Ruto anajua ile siku atatemwa nje. Atakuwa atakuwa mfungwa. So Junet anapendekeza kwa Ruto kwa sababu anajua ako na makosa mwingi. Raila yuko. Sasa kuna mtu atamtetea. Sasa anajaribu kulalia Mheshimiwa Rais ule Ruto ili azidi kutupora. But sisi kama wasona tumesema ya kwamba Junet, tawe hatutaki story yako, one and for all. Ndugu yangu, naweza enda usimame

But ukienda kuhesabu zako utapata kwamba nimefanya renovation li, nimefanya hiki na kuna. Nothing at all. So ni nini inatuambia? Hiyo maji ilichimbwa kitambo na watu kubinafsi ndio ilichimba maji opposite primary. So ni kitu gani mkipi ambacho unaita amefanya opposite primary? Kwa primary the same. Eh? So, asante primary the same. Hakuna kitu tu Junet amefanya. But ukienda kwa hizo shule, allocation ya CDF every year imetengwa. Inatengwa kunyonywa na inanyonywa na kinolepo. Hao ndio watu wanasimamia CDF ya constituency. Wao ndio Junet wanatumia kutoibia the same na mambo ya connectivity ya stima bana. It is our time, tuambie Junet, jipanga panga vitu zako, kama ni paper bag, kama na uruba, kama ni gunia, we dont care. Kama ni wilibaro lori, weka vitu zako, weka kwa mlango, unaenda nyumbani, kwa sababu tunataka accountability. Na hii nataka kuambia ESCC tunataka kujua pesa ya CDF ya Suna East wakina nani wanakula, na inafanyanga kazi gani ya cdf pesa ya CDF aso pesa ya CDF dan, tukuje mambo ya tenda bana, kama ni mambo ya kugrabu, nini plot upasi center akonayo, rabur akonayo, murunga center akonayo, ogwedhi center akonayo. So bana tumejua bwana tumejua, tumejua scandal mingi nafanywa na huyu mbunge wetu ya Junet. So Junet lazima ajue kwamba sisi kama wajaluo sisi hatubebi wajinga na hatubebi wafala. Lazima Junet juu ya kwamba sisi ni jamii, sisi ndio tulimchagua. Kama sisi wanaseme na sikianga inasema juu ninatoka Seme, sijui kwa ikari kwenye hiyo Seme anatoka kwenye ukoo gani au kwenye mlango gani? Wacha kutufaa bebe ofala bwana, wewe ni mitopia mi, tulikusaidia na sasa umetukojolea kutosha. Sasa Junet anataka kupanga wajaluo sisi wajenga. Mheshimiwa Junet lazima, tunataka kujua pesa CDF ya Suna East inaenda wapi mtu kibinafsi ndio anafanya renovation ya shule na tuko na mbunge na pesa CDF. It is wrong Junet, bwana it is wrong bwana. Wacha kutubeba pofala bwana, acha kutubeba pofala. wakati ni wetu ya kufanya Junet, juu ya kwamba tumemjua na tumejua makosa yake, na nimeona mwingine pia alikuwa hapa anarandana ah, oh, Junet ya sijui popular, sijui net code. Sasa Junet apange sisi kwa sababu ni popular bwana? kama unataka kukua mbunge, unataka kupewa tiketi ya Junet, enda kwa nyumba yake yule mtu atapeana tiketi ni mheshimiwa seneta wa Siaya, Oburu Odinga. Hatuna biashara Junet, so kama unakula kwa Junet na we usoki suna hizi kula kwa Junet polepole, uwezi kutuambia mtu ambaye anafaa kwa sisi. Popular aenda simama ya nini? Aende enda simama kwao kama yeye ni popular achaguliwe. It is our time kuambia Junet jipanga, enda kwenu. Sana sana, Mungu awabariki.